Tokea kushiriki kwenye warsha hii ambayo imeandaliwa na Wizara ya Afya kwa kushirikiana na Shirika la Afya Duniani, WHO ili kuweza kubaini au kufanya tathmini ya viashiria hatarishi ambavyo vinaweza vikasaidia serikali katika kupanga mipango yake madhubuti ya kuweza kupambana na majanga pindi pale yanapotokea. Sasa sisi kama Mamlaka ya Hali ya Hewa tuna majukumu makubwa matatu ya kuweza kusimamia na kuratibu na kuweza kutoa huduma za hali ya hewa nchini Tanzania. Kwa kutu, kwa kuzingatia majukumu yetu hayo ambayo tumepewa na tunayatimiza chini ya sheria namba mbili ya Mamlaka ya Hali ya Hewa, katika kutoa huduma za hali ya hewa tunajua kabisa kwamba uh, sasa hivi hali ya hewa inabadilika kwa kiasi kikubwa sana. Kwa kupitia mabadiliko ya hali ya hewa tuna vitu vingi vinatokea, kwamba kuna majanga mengi yanatokea, ikiwepo mvua kubwa ambazo zinapita kiasi. Pia kuna joto kali sana linaongezeka, na mafuriko yanatokea pindi mvua hizi zinapotokea. Sasa mafuriko haya ni moja kati ya vihatarishi ambavyo vinaweza vikapelekea athari kubwa sana kwa jamii, zikiwemo athari za kiafya, kama magonjwa kama kipindupindu na kuharisha na mengineyo, ambayo haya sasa yana kwenda moja kwa moja kuwagusa wenzetu wa, wa, wa sekta ya afya. Sasa zoezi hili ni mahususi kabisa kuweza kubaini vihatarishi hivi ambavyo kwetu sisi kwa watu wa hali ya hewa vikiwepo kama mafuriko, ukame, vinawezaje pia vile vile kuwasaidia wenzetu, kuweza kusaidia pia serikali kupanga mipango ya kuweza kujiandaa kwa pamoja kuweza kukabiliana na majanga haya. Kwa hiyo ni washa muhimu sana kwetu sisi watu wa hali ya hewa tukishirikiana na wenzetu ao uh, watu wa afya inatakiwa ifuatilie kwa makini sana utabiri wa hali ya hewa kuweza kuhakikisha kwamba, uh, wanazingatia tahadhari zote ambazo tunaziainisha na tunazitoa kwenye pindi tunapotoa utabiri wetu. Kwa mfano, uh, nini kinaweza kutokea wakati wa mvua zinaponyesha, hizi mvua zinapokuwa kubwa, unatakiwa kuchukua tahadhari ya kuhakikisha kwamba wale ambao wanaishi maeneo ambayo ni hatarishi wanatoka maeneo hayo, au wanapoona mvua zinazidi kupita maelezo, kupita kiasi, basi wanatakiwa kujizali na mvua hizo na hata uh, namna za kujenga nyumba wanatakiwa wachukue tahadhari pia, jinsi gani wanaweza kujenga nyumba ambazo zinaweza zikaimili upepo mkali, na hata maeneo yale hatarishi ambayo yanaweza kukumbwa na, na changamoto hizi za mabadiliko ya hali ya hewa.